Na shida yako na kusikiliza, mama. Baba mimi, nimekuja naomba unisaidie. Ndio. Eh e, nataka mwanaume mzungu niende Marekani. Ndio. Wanaume wa kitanzania wamenichosha hawana hela, tabu, njanja tu zinawasumbua. Mimi nataka niende Marekani huko nikapate hewa safi na wewe nikuletee mazawadi gari hata ukitaka. Ndio. Unataka uende Marekani? Eh, nataka niende Marekani. Unataka upate mwanaume yani wa kizungu? Yaani mwanaume wa kizungu hasa ndio nia yangu. Una miaka mingapi mama? Mimi na miaka 60. Una miaka 60? Eh. Una jukuu? Eh, na wajukuu. Eh, una watoto wangapi? Na watoto watano. Sasa mama. <laughs> Yaani kwa umri wako huo hapo, mshaniliwa na wajukuu kupo nao na watoto watano. Yaani unaje nusu tulizako hapa Bongo ukalia familia yako na yani wajukuu zako. Samganga, mi nimekuja unisaidia au nimefata ushauri yani. Na saa ndiyo, yani mwenyewe jiangalie, eji eji yako ni miaka sitini. Yani kipindi chote cha ujana ulipopoani, unataka sasa hivi miaka okay. sitini ukasumbua wazungu. Kwanza wazungu wanataka vijana, we ni mtu mzima, sidhani kama utatoboa dunia sasa hivi imebadilika, mganga. Hamna cha mzee wala cha kijana, kijana anamtaka mzee, mzee anamtaka kijana, sawa. Lakini e kwa wiji yako huwezi ukapata mzungu, wazungu wataka watoto wadogo. Taka shida zingine, nikusaidie. Nataka unisaidie shida hii, mimi nitakupa kila kitu unachotaka. Hata nikauze nyumba yangu nije nikupe, mimi nitakupa kila kitu unachotaka mama wewe. Mzungu, Mzungu, Mzungu. Hem, toka hapa. Kitu shamba